Kwa Eneza TV. Karibu sasa, leo tumepata tena nafasi ya kukutana mtumishi wa Mungu, Joeli. Sisi hatuna maswali mengi ya kumuuliza ila tunatamani tupige naye story as a friend ili aweze kutuambia mambo mengi sana yanayohusika na maisha yake. Kuna watu hawafahamu kama Joeli ni mshirika mahali fulani. Anaweza kuwa ni mshirika lakini mshirika tu, mhudhuriaji wa ibada na kurudi nyumbani. Hebu tuambie pale kanisani. Kanisa na kufahamu wewe kama nani. Okay. Okay. Kwanza kwa ambao hawafahamu mimi ninaabudu katika kanisa la TAG ICC mm. Yes, na mchungaji wangu anaye wa nilea ni Dr. Rafael Kitine, ambaye ni ambaye ni mchungaji ambaye aan ana wito wa vijana. Yeah. Yes, kwa hiyo mimi pale kanisani ni mshirika na mimi huwa ninasema mara zote kwamba ninapokuwa nje ya kanisa, labda nimeenda kwa huduma mahali fulani, pale ndio nilipo mtumishi wa Mungu lakini ninapokuwa kanisani mimi ni mshirika, yani naweza nikasema mimi ni mtumishi wa mchungaji wangu, kwa sababu maelekezo yoyote ambayo mchungaji wangu wananipa au viongozi wangu wa kanisa au idara sehemu yoyote, mimi ninafanya kama mshirika wa kanisa. Hakuna cha kusema kwa nani au nani, mimi kanisani kwangu mshirika tu kama watu wengine, wa kwamba unaweza ukasikia tangazo jamani, vijana tunabakia leo n tunaenda kufanya usafi na ukapatikana. yes, yes. Ah, see, ni wachache sana ambao wanaweza kawa na ratiba zote za katikati katikati na kati kati kati. una mahusiano? yes. na, na Wakristo wengine wa kanisani mashtaji na rafiki nini kabisa okay. kabisa kwa sababu kanisa ni familia okay. kanisa nje ya yani, mimi kati ya familia nilizonazo nadhani familia yangu kanisani ndio sehemu ambayo pia ninakuwa huru zaidi kwa vitu vingi kuliko yeah. nikiwa nje ya kanisa kwa hiyo kanisani mimi nina uhusiano na watu vizuri sana kabisa. Umeongea kuhusu familia. Joel, umeoa? Hapana. Kwa nini, mzee? Na ndo, ndo kama vile tunasema vijana wengi saizi hizi hawaoi kwa sababu wanachotakiwa ukipata kwenye ndoa wanakipata hata nje, kwa maana unaweza ukachepuka kidogo. Hapana <laughs> Sasa hiyo inakuwa ni kwa vijana ambao labda mimi naweza nikasema ambao hawajaokoka, ila kwa mimi ambaye ni mtumishi wa Mungu siwezi kuwa na nguvu ya kufanya na, na hicho hicho kitu. Kwa hiyo kuoa, nadhani ninasubiri majira ya, ya Mungu yafike, na nikitaka kuoa ni lazima mtofata tumia lmun hayo majira wanazingatia nini? Wanazingatia umri, wanazingatia uchumi, wanazingatia umaarufu au nini? <laughs> no, no, no, no, no, hmm, wakati sahihi kwa sababu kuoa hai, <laughs> hai, hai, hai, yani haitegemei kwamba wewe ni maarufu au wewe una pesa au ni nini, hapana hapana, ila wakati sahihi ukifika, na mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye ndoa akiwa tayari kuingia kwenye ndoa yeah. it's okay. yeah. Unajuaje wakati sahihi bwana Joel kwamba huu ni wakati sahihi na u...? Lazima usikie kabisa, unasikia lazima usikie kabisa kwamba huu ni wakati ambao inabidi niwe. Joel, wewe unasoma Biblia kwenye <laughs> <laughs> Biblia, kitabu cha Mwanzo, Adamu hakuona uhitaji wa kuwa na mke mm. Unaamini hivyo? ni kweli, maandiko yanasema Mungu akaona, si vema Adamu awe peke yake wewe unasubiri Mungu aone au wewe unahisi kuna muda utaanza kuona uhitaji? Nadhani kuna muda ukishafika wakati sahihi mm -hmm, anaona na nita nitaona tu uhitaji. Nadhani pia ni, ni muda wa mimi kujifunza na kuendelea kukua na kuendelea ku kuelewa vitu kwa hiyo yes. Lakini mimi naamini kuna siku utaoa, au nasema mimi kama kabisa siwezi siwezi. Uko kwenye mahusiano? Kuna binti fulani hivi ambaye na nakuangalia anajua kabisa, si esiai kama hilo ni naweza nikaliongelea. Mimi sio mtu si, ambaye pia anapenda kuongelea maisha yangu <laughs> ya private sana <Yes. laughs> lakini <laughs> pia Joel, tunafahamu waimbaji joe, wengi mna changamoto kama sio changamoto basi ni kiburi mm. Kama sio ni kiburi basi ni uvivu mm, wa kufanya mm, kazi za mikono, uvivu wa kwenda shambani, mnaamua kuingia kwenye uimbaji. Una shughuli nyingine unayofanya nje ya uimbaji na kuingiza kipato? Yes, mimi nina ninafanya shughuli nje ya ya ya uimbaji, ninafanya kazi na na taasisi moja inaitwa Unique Academy pia yeah. Lakini nadhani ninaanza kusikia msukumo kuingia shambani kuanza kulima. Yes, as soon as possible from now nitakuwa nita pia na, nina lima nimefikia 70 kama asilimia sabini. Okay, na kwenye hiyo ibada yako ambayo umeiandaa Joel, ya tarehe 30 mwezi wa tano, ibada itakuwa namna gani? Kwa sababu sijasikia mahali watu wakizungumzia kuhusu uwepo wa kiingilio. Mm. Mm. Mm. Kuhusu swala la kiingilio au kuto kuweka kiingilio mm, mimi kwenye ibada hii sijapata maelekezo ya kuweka kiingilio mm. Yes, kwa hiyo itakuwa ni ibada ambayo haina kiingilio, kwa maana ya kwamba watu watakuja wa waandae mioyo wa yao na kuja kumfanyia Mungu ibada yes, lakini tunatarajia kufanya pia katika ibada hii. Hapo Joel, uh, kuna kwenye kuandaa ibada kunakuwa kuna gharama, kuna au wewe, kuna namna Mungu amefanya vitu nimeshuka kutoka mbinguni una, Unawezaje kuhandle hizo gharama za kuandaa ibada na no, umesema uta record drive ta inakuwaje bwana mzee? Of course kuandaa ibada ni ni gharama, sio sio sio mtoto, ni gharama kulikweli. Na na mimi ninamwamini Mungu kwenye kila kazi ambayo ana kwenye kila assignment ambayo huwa anatoa, huwa anatengeneza mlango wa kutokea mm. Yes, lakini pia, lakini pia kwa mtu ambaye anatamani kusupport ibada, ninakaribisha watu kusupport ibada mm. na kwenye matangazo yetu pia kuna kuna kuna namba ambazo nimeziweka za mtu akitaka kutoa sadaka na akisikia kusapoti, lakini ninawakaribisha watu kusapoti. Watu waoga wanaweza wakadhani waka, kwamba kwa sababu hizi ibada zinakuwa na budget kubwa mm. kwamba kuna kiasi fulani cha, cha kuweza kutoa sadaka hapana. Okay. anaweza akatoa shilingi 100 mm. kwenye, kwenye lipa namba unalipa shilingi 100 vizuri, unaweza mm. ukalipa shilingi 200 mm. kwa sababu it's not about kiasi gani unatoa ila ni ule moyo ambao unatoa, maana kuna yule, yule mama alienda ali, akatoa tua senti yake ya mwisho, ya mwisho, akaonekana aka amefanya zaidi. Yes. Kwa hiyo mimi ninakaribisha watu wote wa kuweza kusupport pia ibada kwa sababu maandalizi ya ibada of course ni gharama sana sana. Kwa hiyo kwa kiasi chochote shilingi mia shilingi mia mbili na karibu sana kwa kuweza kwa mujibu wa tangazo ambalo mimi ninalo, inasema A cloud of Glory. Ndio, sasa wewe umetoa nafasi kwa watu wote mm, walio tayari kuja ku support au kuwa sponsor wa hiyo ibada. Ndio mm. unazingatia nini? kwa mfano mimi naweza nikasema bwana, kuna jamaa wangu mmoja ambaye yeye anahusika labda na kampuni zake za kubeti mm, eh, anataka aje ingie mkataba na wewe. Okay, eh, hii kwa kweli imekaeje Yes, sasa kwa sababu mimi ni, ni mtumishi wa Mungu na nimeokoka mm. na ninaabudu katika nimelelewa katika pia misingi fulani mm. Uh, ninakaribisha kama kwa sponsors mm. mataasisi mbalimbali mm. wafanyabiashara mbalimbali lakini mm lakini kwa sababu ni ibada ya, ya, ya, ya gospel mm. na mimi niko kwenye misingi fulani kuna baadhi ya taasisi ambazo, ambazo siwezi na kuingia nazo makubaliano yes, ya, mm. ya, ya sadaka, kwa mfano taasisi za pombe mm. sigara na okay. nini yes lakini taasisi zingine zote za soda, maji, wafanya biashara wakubwa, mahoteli wote ninawakaribisha. Yel, uh, Petro alimuuliza Yesu, tumeacha vyote, tume hilo yes. Hilo ni swali la msingi sana kwa sababu nje na nje na, na sponsorship ambayo anatoa yeye kwa ajili ya mahitaji ya ibada, lakini lakini kuna baadhi hata, cha kwanza atakachokifaidika sisi ambacho tuna uwezo wa kumpa yeye ni kumtangaza airtime yes, kwa sababu kuna media ambazo, ambazo, ambazo pia tutakuwa tukishirikiana nazo kwa tukishiriki tutamtangaza kwenye media kama hivi kwenye Eneza TV, lakini pia ata atapata nafasi ya kuonekana kwenye matangazo yetu yote hmm. yote yote atapata hiyo nafasi lakini, kwenye redio atasikika pia, lakini pia, lakini pia baada ya ibada pale kuna nafasi ambayo, ambayo itapatikana ita kwa ajili ya kuwashukuru sponsors na kuwapa waseme neno juu ya kile ambacho, ambacho wanakifanya na ku appreciate. Kwa hiyo kwa, kwa bila shaka mtawaandalia pia zile certificate of, of course yes yes. Lakini jambo kubwa ambalo yeye yeah, anaweza kulipata kwetu Hmm. Sisi tuna uhakika wa kumtangaza pia hmm. Yes, kuonekana kwenye matangazo. Sijasikia kama mtakuwa tayari kulipa gharama ya muda wenu kwa ajili ya kumwombea mtu huyo. Yes. hmm. Ni lazima na na yani yeah. Hilo hata hilo hata tusipoliongelea hmm. Ni swala ambalo ni, ni lazima hmm. Kwa sababu kwa sababu tunasema tuna kuhusu matangazo, lakini mimi ni mtu ambaye ninamwomba nina Mungu sana pia kwa hiyo mimi ninaomba kuliko kitu chochote, kwa sababu hata matangazo unaweza ukatoa. Yani, kinachofanya matangazo yaende it's not about your team ambayo uko nayo, it's not about media ulizonazo ambazo pia wana support mm. lakini ni Mungu ametoa kibali kiasi gani. Kwa hiyo unaweza ukatoa matangazo na watu wasiyezingatie, kwa sababu hakuna kibali cha Mungu, okay. kwa hiyo kuomba ni lazima inavyoomba kuhusiana na promo ni lazima na yeye nimwombee. Mi naombea watu wote watakaoshiriki, hata yule atakayetoa sadaka yake ya aina yoyote mm. Mimi ninamwombea sana sana mm -hmm. Sasa Joeli, wewe umetoa nafasi ya watu kuja kufanya sponsor, na umejaribu kuweka watu ambao watakuwa tayari kufanya nao kazi na wengine hao watakuwa tayari kufanya nao kazi. Wewe ni mpigaji, mimi nakufahamu mm. unapiga ngoma mm. unapiga pia saxophone najua unaweza ukafundisha pia kupiga vyombo vingine vya muziki mm. au kusaidia kufanya setting za muziki mtu mm. ameandaa wa uh, mkesha wake wa muziki wa kidunia mm. kwa gharama gani anaweza akakupata wewe? Sipatikani kwa gharama yoyote kwenye maana kwa gharama yoyote kwenye event yoyote ya secular no, a gar... na sipatikani mm. mm. kabisa huko, kwa sababu sio commitment yangu na Mungu. Mimi sio mwanamuziki hicho natamani watu wakielewe, mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kwa hiyo mimi kama mtumishi wa Mungu nina, nina, nina, nina maagano ambayo nimeyafanya na Mungu Yes. Kwa hiyo siendi kila sehemu, sifanyi kila kitu. Kwa hiyo mimi hata kwenye kwenye harusi kuna watu wanafanya harusi na sio sio, sio vibaya, ila mimi kunipata kwenye harusi ni kazi sana It's either iwe ni harusi ambayo ni ya mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu na anataka kufanya, kuwa mtumishi wa Mungu sio kigezo. Naweza mimi ambao nimeuchagua wimbo wa Henry Kimluma ya Bwana ukae, ukae nasi au ukae nami, ukae nami. Hmm. Yes. Yes, okay. Sawa. Wow. Watasikia wow, zaidi kwenye, kwenye ibada. Karibuni kwenye <laughs> sana tarehe 30 mwezi wa tano. Ibada haina kiingilio na utakuwa ni mkesha mzuri sana, na brother hapa amechagua wimbo wa mtumishi wa Mungu na <coughs> rafiki yangu na kaka yangu Henrik ya Mruma naye atakuwepo. Kwa hiyo kwa hiyo tamani sana kufika, usikose. yeah. Nitafurahi kukuona na Mungu akubariki. Amen. yes Nashukuru sana kaka Joel. Mpendwa mtazamaji wa Eneza TV, tumefika mwisho wa kipindi chetu kizuri. Tulikuwa na stori na blaza Joel Bandeke kutoka hapa hapa mjini Iringa. Ni mimi mtangazaji wako Ebenezer kutoka Eneza TV, nilikuwa na mwenzangu naitwa Dennis Kisit kutoka Eneza TV.